Wizara ya mifugo na uvuvi ambao unafifisha jitihada zake za kuongeza mchango wa sekta hiyo kwenye pato la taifa na kusababisha maisha duni kwa wafugaji. Rais Kikwete amesema licha ya kutoa kipaumbele kwenye masuala mbalimbali ya ambayo yanalenga kukuza sekta hiyo, lakini watendaji wa wizara hiyo wamekuwa hawampi ushirikiano wa kutosha, na hivyo sekta hiyo kuendelea kubaki nyuma na kuchangia asilimia nne pekee ya pato la taifa. Mwandishi wetu Imakulet Kimulia ana taarifa zaidi kwa nia njema tu kwamba badala ya kuagiza ng'ombe elfu mbili gharama yake, mtaagiza embrio elfu sita mmepata ng'ombe elfu sita badala ya ng'ombe elfu mbili. Hatuna mahala, lazima tujenge, kamba jengeni. Maana yake ni kwamba tujenge hizo labs hizo zazo, zazo, zazo, zazo, za kupokea hizo embrios. Wale, wale, so, big deal. So, so big deal. Kauli ya Rais Kikwete imefuatia baada ya kuiagiza wizara hiyo kuandaa mpango maalum wa kuleta maabara kwa ajili ya kuhifadhia mbegu za mifugo badala ya kutumia gharama kubwa kuagiza ng'ombe elfu mbili wa mbegu kutoka nje. Agizo lilodumu kwa zaidi ya miaka minne bila utekelezaji. Hatuwezi kuzungumzia kutransform sekta hii. Kama hatuna hatuna embryo transplant. Kama hatuna sex semen, tumeongeza vile vituo vya uhamilishaji vilivyokuwa vinane, sasa tumeongeza pesa. Hey, please nitumieni bado siku chache hey. Baada ya tarehe 25 mimi nitakuwa nafanya kazi ya kukabidhi tu, lakini mpaka tarehe 24 nitakuwa natoa amri <laughs> amri yangu ni halali, mamlaka yangu yamekamilika. Itumieni fursa hiyo, mkiwa tayari njoonikisukutwa nipotnguu kauli ya rais Kikwete inaungwa mkono na chama cha wafugaji Tanzania. Lakini je, nini haswa kilichosababisha kusuasua kwa utekelezaji wa agizo hilo? Of course ilikuwa ni mambo ya change of mindset, lakini uh, na resources. Resource in terms of wataalamu lakini vii na fedha ya kufanya hizo. Kwa mfano mambo kama ya research, research ni very expensive, ambazo zinahitaji muda kidogo kufanya kuzitekeleza. Binafsi tumejua kabisa kwamba rais hapendi kuona wafugaji wakiendelea kuwa maskini, wakiishi maisha ya kimaskini. Changamoto imekuwa kwa walio chini yake kwenye kutekeleza mipango, maelekezo na maagizo anayoyatoa. Hilo ndio tumeliona, naye amelizungumza kwa uchungu mkubwa. Haya yamejiri wakati wa uzinduzi wa mpango wa kuleta usasa kwenye sekta ya mifugo, ambapo Tanzania inatajwa kuwa nchi ya tatu inayoongoza kuwa na mifugo mingi kwenye nchi za Afrika baada ya Sudan na Ethiopia, huku wafugaji wake wakiendelea kubaki masikini. Immaculate Kilulia, Star TV, Dar es Salaam.